Mabinti wa wawili, moja alimdharau, moja alimtukana, lakini wapili akamwambia, ewe Yesu nikumbuki katika ufalme wako. Yesu akamhakikishia ondoleo la dhambi, akamhakikishia uzima wa milele. Nataka nikwambie, usiwabebe watu moyoni, wasamehe, wasamehe, wasamehe, wasamehe, wasamehe. Pasaka hii wasamehe, tangaza msamaha kwa waliokuumiza, usije manamu ukaweka mtu aliyekuumiza moyoni usije ukabeba vitu vinavyo umiza. Hata kama wamekuumiza waweke, bebe beba msamaha wa Yesu, tembea na Yesu mame mazako, wasamehe waliokuumiza, waondoe moyoni, sema wasamehe, sema wasamehe, sema wasamehe, sema wasamehe, sema wasamehe awe mama mkwe, awe mwali, awe jirani mtu, awe mume, awe yeyote, wasamehe pasakahi. Watangazie kwamba nimewasamehe na moyo wangu uko kilia, ili Bwana akainue simu mdirane kwenye maisha yako, samehe waliokuumiza watu. Waki ukafa kwa ajili ya mtu, unaweza ukabeba watu ukafa na presha kabla siku zako msumie, kwa ajili ya alichokibeba akurudishwe nyuma. Tazama mbele. Yesu akotazama uliokuwa unampiga alitazama mbele, si kwenye bomo. Unapigwa, tazama mbele. Hayalisi kwenye kampuni unapigwa, tazama mbele. Kwenye taasisi unapigwa, tazama mbele. Biashara yako ina wapinzani, tazama mbele. Haupigu wowe, kuna kitu nacho kibeba ndicho kinacho